Mahali fulani mtu au watu waliwahi kusema kuna nyakati kuliko ku, eh, kunenewa maneno ni heri upigwe kuliko kunenewa maneno. Kwa nini? Maneno yana tabia ya kutengeneza chuki, na hasa yule anayenena anaponena isivyotakiwa. Biblia katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya tatu fungu la kumi anaandika, anasema kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila. Isiseme hila, azuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isinene hila. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao maneno yetu yanaweza kutengeneza chuki, yanaweza kutengeneza magomvi kati ya mtu na mtu na katika masomo yaliyotangulia niliwahi kusema ya kwamba wakati mwingine tunapoamka asubuhi katika vitanda vyetu, Mungu ametujalia kuiona siku, mbali na kuomba ulinzi wa Mungu kutuongoza kwa siku nzima Hebu tuombe pia Mungu atupatie hekima yake. Mungu atupatie hekima ya maneno ya uchaguzi wa maneno ya kuzungumza, ili tunapozungumza na kunena na wenzetu, tusiwaingize katika shida na katika tabu. Ndiyo maana hata wazazi, mume mke pale nyumbani baba na mama anaposhughulika na watoto wake, tunaomba kila wakati tunajifunza kuomba omba, Mungu akupatie hekima ya kuchagua maneno ya kusema kutwa nzima. Na unapotambua ya kwamba ama kugundua kuna maneno hujasema sahihi, basi tumia wasaa wa jioni, ibada ya jioni, kuungama yale uliyoyanena yakiwemo yasiyofaa. Kwa hiyo ndiyo maana tunapoishi katika ulimwengu huu hekima yahitajika ili kujua ni maneno yapi ya kusema, ni maneno yapi ya kutokusema, ili tuweze kutembea katika njia zilizo sahihi. Ndiyo maana katika neno hili linasema, auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila yako. Maneno ambayo tunatamkiana, maneno ambayo kimsingi hayapaswi na hayatakiwi kutoka katika kinywa cha Mkristo. Hivi unajua ya kwamba kwa kila neno na kila tendo nalolitenda, likiwa jema au baya, likiwa silini au la wazi, je, unafahamu ya kwamba yataletwa hukumuni siku moja? Ni maneno gani ulionenea mwenzi wako? Ni maneno gani ulionenea mume wako? Ni maneno gani ulionenea mke wako? Ni maneno gani unayonenea unayo watoto wako na hii inagusa moja kwa moja kwa wazazi. Ni maneno gani unayonenea watoto wako? Je, maneno unayowanenea watoto wako, unaomba hekima ili Mungu akupe maneno ya kuzungumza na watoto wako? Yako maneno ambayo tunayazungumza, lakini matokeo yake ni maneno ambayo siku ya hukumu tutashangaa, siri zote zitakapofunuliwa. Na ndipo mjumbe wa Mungu anaandika maneno haya akisema, maneno anayosema kwenye nyumba zetu yasiyo na subira na yasiyo na wema, malaika wanayasikia. Na je, unataka kuiona taarifa ya maneno ya hasira na hamaki uliyoyasema katika familia yako yakiwa yakiwa kwenye vitabu vya mbinguni? Kukosa subira kunamleta adui wa Mungu na wanadamu kwenye familia yako na kufukuza malaika wa Mungu. Kama unakaa unakaa katika Kristo na Kristo anakaa ndani yako hutasema maneno ya hasira. Inawezekana ni baba ni mama, inawezekana ni, ni wazazi kwa watoto, unasikia lione lijinga hili lipumbavu hayo maneno hayo yanatoka kwenye kichwa ama kwenye vichwa vya watu ambao wanaongozwa na Shetani. Mtu anayekaa ndani ya Kristo na Kristo anayekaa ndani yake anapokaa ndani yake hawezi kunena maneno hayo, maana ni maneno ambayo yanamfukuza Roho wa Mungu ndani yako, na matokeo yake shetani anabaki ndani yako. Swali ni hili: ni maneno gani unayonenea mume wako mke wako watoto wako Je, maneno nayo yanena yanamleta Mungu kwako ama yanamfukuza na kuwafukuza mbali malaika na kubaki na shetani na malaika wa shetani ndani yako? Sikiliza. Aanam anasema uh, kama unakaa katika Kristo na Kristo anakaa ndani yako hutasema maneno ya hasira. Akina baba na akina mama ninawasii, katika jina la Kristo, muwe wema, wapole na wenye subira katika nyumba zenu. Kisha nuru na furaha vitaingia kwenye nyumba zenu, na mtajisikia kuwa mionzi ya jua la haki inang'aa sana mioyoni mwenu. Na kutokuwepo kwa neema ya Roho wa Mungu ambako huiacha nyumba katika giza, hali ya kutokuwa na furaha. Nyumba yako inapasa iwe hekalu lililobarikiwa ambapo Mungu anaweza kuingia na ambapo malaika wake watakatifu wanaweza kukuhudumia. Kama mnaonyesha hasira na ubaya, malaika hawatavutiwa na nyumba yenu, lakini pale ulipo upendo na amani hawa wakazi wa mbinguni wanapenda kuja na kuongeza mvuto wa utakatifu uliopo nyumbani. Maneno haya yanasoma katika kitabu kinaitwa Katika Ulimwengu wa Roho, sehemu ya kwanza, ukurasa wa mia mbili na tatu kesha la asubuhi, tarehe mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili kumi na mbili Hapo kwenye hicho kitabu ndipo maneno haya yanapotokea. Kwa hiyo maneno yote yanayosemwa maneno yote yanayozungumzwa ikiwa hayamtukuzi Mungu yanawafanya wazazi kukaa katika giza la kiroho wakiwa wamezungukwa na shetani, huku malaika watakatifu na Roho Mtakatifu wakiwa wametoweka katika nyumba hizo. Swali ni hili, ni maneno gani tunayonena? Ni maneno gani tunayotamka? Je, maneno hayo yanamruhusu Mungu kuendelea kukaa katika nyumba zetu ama maneno hayo yana mruhusu shetani kuendelea kutawala nyumba zetu. Maneno tunayonenea watoto wetu, maneno tunayonenea wenzi wetu, je, yana, yana mvuto ndani yake? Ni maneno ambayo yanaleta furaha ndani ya moyo ama yanaacha makovu ya maumivu ndani ya moyo? Lazima tujioji, lazima tujiulize namna tunavyoishi na namna tunavyotenda. Ikiwa tunatenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Mungu atatukuzwa. Ikiwa hatutendi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Roho wa Mungu atuongoze kuishi kwa hekima kwa upendo, umoja na mshikamano ili nyumba zetu zidumu kuwa mbingu ndogo katika dunia hii. Nyumba iliyo mbingu ndogo haina matusi kwa watoto, haina matusi kwa mwenzi. Unaponenea mtoto wako mabaya na kumwita majina ya ovyo, majina ya wanyama, ili hali mtoto uliyenaye ni mwanadamu, tena aliyeumbwa kwa mfano wa sura ya Mungu, maana yake ni kwamba unaruhusu akili yako itawaliwe na shetani na Ndiyo maana matokeo yake ni kinywa chako kunena matukano ya ibilisi. Narudia kusema, kila siku asubuhi, omba Mungu akupe hekima namna ya kuzungumza na mwenzi wako. Omba Mungu akupe hekima namna ya kuzungumza na watoto wako. Omba Mungu akupe hekima namna ya kuzungumza na majirani zako, na hapo ndipo utaweza kutembea katika njia zinazofaa. Maneno yote yataletwa hukumuni, liwe jema, liwe baya, liwe la sirini, liwe la wazi, yawe ni ya kuwaza katika akili, yote yataletwa hukumuni. Ni maneno gani yatakayosomwa siku ya hukumu? Na unapotafakari hapo, waza kuomba Roho Mtakatifu akusaidie uchaguzi wa maneno uchaguzi si tu katika uchaguzi wa mavazi, si tu katika uchaguzi wa vyakula, si tu katika uchaguzi wa vitu mbalimbali tunavyovifahamu. Ni pamoja na uchaguzi wa maneno tunayochagua, kuzungumza ni sehemu ya uchaguzi. Ni nini unachochagua kusema? Ni nini unachochagua kuzungumza? Ni nini unachochagua kufikiri? Chagua yaliyo mema na Mungu atatukuzwa. Zuia ulimi wako usinene mabaya. Zuia kinywa chako usinene machafuko. Maana ghadhabu ya shetani inapowaka ndani yako, hasira ukairuhusu shetani anakuja mzima mzima katika maisha yako. Na hivyo ni kupitia Roho Mtakatifu pekee naweza kushinda na kuruhusu tunda la Roho litawale katika mioyo yetu na hapo ndipo tutaweza kunena yaliyo mapenzi ya Mungu. Mungu akubariki unapochukua tafakari hii fupi kwa ajili ya ustawi wa familia yako na maisha yako ya kiroho. Mungu akubariki na atubariki sote kwa jina la Yesu. Amen. Kumbuka, uchaguzi si tu katika vyakula na mavazi, ni pamoja na kuchagua maneno ya kuzungumza. Jiulizi, yatamuumiza rafiki yako? Yatamuumiza mtoto wako? Yatamuumiza mwenzi wako? Ikiwa yatamuumiza, omba Roho Mungu akusaidie namna ya kunena na maneno ya kuchagua kusema, na hapo utaweza kushinda. Bwana atusaidie.